Naam, wadigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu ramanyekundu iliyoandikwa subscribe. Diamond Platnumz ameweza eh, kutimba kule nchini Ghana kwa ajili ya eh, kuatenda au eh, kuhudhuria eh, birthday ya tajiri eh, mwenye makampuni ya Oya, kama washia kuona magari yameandikwa, ameandikwa eh, huyu ni tajiri anatokea kule nchini Ghana, ambapo tunaona ameweza kumwalika Diamond eh, katika eh, maeneo ya kule Ghana kwenye kasiri lake kuhakikisha basi kwamba mambo yanaenda vizuri. Sasa uh, kupitia peji uh, mbali mbalimbali za Instagram uh, tumeona kuna picha nyingi sana zikimwonyesha Diamond akimetoka nchini Ghana akiwa amepokea na, na watu tofauti tofauti, ambapo kupitia Platnumz Gallery tunaanza kupata vitu vyote hapo, ambapo tunaona baada ya kutoka katika airport uh, tunaona mmoja kaandika hii ni ndege ambayo imeweza kumchukua Diamond na kuweza kutoka kule nchini Ghana akiwa na timu yake akiwa sambamba na, na meneja Salam SK ambapo wanasema Accra, Ghana. Ghana is a city host some of Africa's biggest celebrities as the Nigerian music superstar Davido, Tanzania sensation Diamond Platnumz and a lineup of A-list personalities arrive for an exclusive birthday celebration of a prominent Ghanaian billionaire. Stay tuned for more updates as Accra play host, eh, to Africa's elite. Hapa akisema kwamba kwambakisi kwamba Accra ambayo ni mji mkuu wa Ghana kwamba umetayarishwa kwa ajili ume ya kuweza kuwashuhudia eh, ma celebrity wasanii wakubwa kutokea kule nchini Nigeria, Davido, Diamond Platnumz pamoja na wale A-list Of course uh, mani watu mashuhuri ambao wanatarajiwa kufika pale kwa ajili ya kuweza kufika katika birthday hiyo, au sio? Jamaa kuja birthday tu kama kuwalipa wasanii wote hawa pesa za kutosha, lakini pia Uh, tunaona katika mapokezi hayo pia Diamond Platnumz ameweza uh, uh, kukutana na Ramsey Noah. Ramsey Noah ni uh, mwigizaji maarufu kutoka pale nchini Nigeria ambapo kama unafahamu ile nyimbo eh, movie ya uh, eh, Devil Kingdom ambayo Kanumba alishirikiana na Nigeria Ramsey Noah, basi ndio huyu naye pia amealikwa uh, katika e birthday ambapo tunaona Damon akiwa uh, anachukua picha pale na Ramsey Noah akiwa uh, wanapiga picha pamoja pamoja na uh, washikaji wengine. Uh, lakini pia Rams Noah amefurahi uh, uh, sana kwa sababu na, na, nafahamu uh, Tanzania ni kama nyumbani kwake kwa sababu tunaana tayari asio fanya kazi na kanumba miaka mingi sana kwa hiyo ni mapokezi makubwa sana ambapo tunaona ndege aliweza kuwa na timu yake yote WCB na hii inaashiria kabisa kwamba kabisa kwamba Diamond Platnumz eh, yupo huko Ghana kwa ajili ya kuweza kucelebrate. Sasa kuna mwanadada mmoja akaandika kwamba Damon, welcome to Ghana, my brother, I'm the biggest fan, kwamba mimi nakukaribisha Ghana, mimi ni uh, mimi ni shabiki yako mkubwa, ambapo tunaona mwanadada huyo aliweza kuongea na kwa furaha kubwa, kwa sababu kuna watu pia hawana eh, access ya kumwona Damon. Kwa hiyo hii ni nafasi pekee ya kuweza kumshuhudia Mbanya. Sema jiangalie, utakufa vibaya wewe, alipagi kodi huyu Mnisema umejua kumuone, kumuosha kweli kweli ndio mjue thamani ya msanii mkubwa. Mnisema nakupenda bule ya mdada. Simba wetu yupo mikono salama. Mnisema so Fantana she is so happy today. But please Fantana stay away from Dama because she has addictions too, please. Eh, kwamba tayari anasema Fantana hawezi kuwa na furaha. Mnisema shemeji yenu huyo mpokeni jamani. Ghana loves Dama. Maana kweli Ghana wanamkubali Dama. Dondosha amani yako hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na comment.